Leo hii ya mataifa haya makubwa mawili na, ama mataifa haya manne mawili ambayo yana itikadi tofauti za kimfumo na, na Tanzania hapa tukiangalia sisi tunaangalia tumejaribu kwenye ujamaa tukichukua tuki tu tuki, mfano mzuri wa Azimio la Arusha ambalo lilizaliwa sabina, sitini na saba na hatimaye kuanza kufifia na, na kwenda kufa kabisa miaka ya themanini na. Lakini e, nakumbuka kabisa miaka sabini na saba ilipata changamoto kubwa sana, wengine watabiri na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema alikuishi katika mazingira yeye aliishi katika fikra za mwalimu Nyerere. Yes, lakini hili tukiangazia kama mfano mkubwa mmoja wapo. Mm. Tukiangalia kama China mm, ambayo ina mfumo wa soko. Tunaona bidhaa nyingi Tanzania zinazoingizwa ni za China. Mm. Lakini uh, China tukiangalia Marekani nayo inaamini ina, ina, katika mfumo wa liberali. Mm. Lakini kati mifumo miwili yote kwa wenzetu kama mfano ambao tunautumia leo mm, ina uwezo kuzuia mm. mianya ya ujumu mfumo mm. ndio mm. Kwa nini sisi tumejaribu yote mifumo miwili bado hujumu uchumi? Tukiangazia enzi za kina soko Sokoine wanapambana na hujumu uchumi <tip> lakini tukimwangazia Majaliwa leo kama mawaziri mkuu bado wanapambana na hujumu uchumi. Sisi tunashinda wapi? Mifumo ni hii hii, wapi <tip> tunashinda <api>, tukianza na kinga na kuja nabu, sio Marekani, sio Uchina. Hata Marekani mpaka leo bado wanapambana na maovu katika uchumi, kuna kwa kodi Marekani utaona wewe Uchina mm, tengeneza maziwa mabovu ya watu watakupiga risasi, sio kwamba wamefika wa mm. mm. bahala wamemaliza mm. tofauti ya Marekani, Ujerumani na Uingereza hakuna mm. wao wote wanalenga nini? Soko huria, kubeba mm. Uchina mm. wanasema sawa soko huria biashara, eh, biashara huru lakini fanya kwa mjibu wa sheria, sio mm. kuwa watu mm. jinsi naitengenezwa Uchina kupelekwa Marekani mm. Ndo kwao tuna jinsi inaitwa Uchina kuja Tanzania, jinsi ya Uchina Marekani utanunua dola mia tatu, utaidia utaiba miaka kumi na mbili. mm. Lakini maviatu ya Uchina, vijiko, radio kutoka Uchina, saa utanunua hiyo radio asubuhi, ukitoka hapo kufika Mwenge haisemi tena. Utanunua saa hiyo, inazunguka kufika kwenye kwa, haiendi tena mbali. Sasa kwanza, nikukate kauli, anapenda kukuonya sana mm. nyinyi watu wa Tanzania kwenye ma TV na nani na, na, a na, nchi na, ni maskini. Nchi hii sio maskini mm. Nchi hii ina benki makubwa hamsini na nne mm. lakini labda nikukate kauli hapo. Sisi tunapata taarifa kutoka katika vyanzo ambavyo ndivyo vinavyoandika tafiti, nasema taarifa hizi ndizo za World Bank. Taarifa hizi ni watu ambao hawataki mema, ndio mwalimu yeye mm. sema hivi mtu wewe, ukiwa na akili zako, anakujua una akili anakushauri kitu cha kipumbavu, na wewe unakubali kwamba uza bandari uza benki abana afya kila mtu alipie elimu akila mtu alipie sijui nini. Kama juzi tumiona upumbavu eti magari yaendae kwa kazi yanapendekeza kutoka pale Kimara kuja hapa mjini elfu moja na mia mbili narudi, ukitoka mjini kwenda Mbagala pembeni kule elfu moja na mia nne mwanafunzi alipo shilingi mia saba Hii kweli inaingia akilini? Inaingia akilini? Nasema nchi sio maskini. mm. Kwani mabenki peke yake yako hamsini na nne, toa mambo ya bima, toa mambo ya masakos, na katika benki hizi ni benki za biashara mm. zina mtaji wa hela za serikali shilingi bilioni mia tano hamsini na nne kwa mfumo wa hatifungani mm. kwa hiyo, kwa maneno mengine, mabenki haya yanafanya kazi na serikali, yanafanya biashara na serikali, ndipo makontena ni mali ya serikali. Uwakala wa meli ni mali ya serikali. Ethiopia bandari mali ya serikali. Ile ni kontena depots mali ya serikali. Uwakala wa meli mali ya serikali. Mm. Hali kadhalika Mumbai, hali kadhalika Port Said Misri, hali kadhalika Rotterdam. Kuna nini hapa Tanzania? Kuna nini? Mpaka Kariakoo. Mm. Kariakoo ukienda, mm. 30, sasa hivi ukienda Kariakoo. Mm. Kariakoo ukienda wanauza spare. Mm. Baada ya kuuliza unataka kuja na sikio au bila pati. Sasa unashanga mali ya mfanyabiashara wa Kariakoo na mwingine yote aliyokumbea anarudishiwa, sababu mm. mm. wewe unapenda badali ile, unaambia ukiona hizo vikombe hivi eh vikombe hivi ushuru wake ni shilingi laki mbili pamoja na VAT 18% si ndio? Kwa hiyo mali kwa laki mbili 18% ndani yake ni VAT, lakini wewe utatakwenda kununua bidhaa hiyo dukani ndio kwa nini ukienda pale Shoprite, ukienda pale bima ni unaponunua vile vitu ndani anaandika na VAT, ina maana yule baadaye zile sita anachukua anakwenda TRA kwenda ku-claim ni VAT ile, kwa sababu yeye alisha ilipa. Sasa leo bado unakwenda Kariakoo unanunua spare shilingi mbili na tano ni vya kuli, bidhaa iwe ya mswaki imeandikwa rupia mia mbili inclui ba toka dukani to, toka kiwandani. Dawa unatoka duka la Muhimbili hadi unaita kitangoni, bei ni hiyo moja. Hapa Tanzania ni kama vile serikali hakuna, tunaibiwa. Unakuja dukani hata ufahamu hiki kitu bei yake ni ipi? Unaza kunua shati wewe kakuta mtaa wa Samora shilingi elfu sabini na tano unakuja kaekwanu kuta tumepanda chini aoa shilingi elfu mbili mbili mpaka unasikitika. Imekuwaje tena hivi? ndio nikupe hivi nikupe hivi mm. hawa matajiri wanaozungumza hata mwazi hawafiki 20 hapa mm. ni matajiri wa hawafiki 20 ni 15 mm. halafu mm. makampuni yanayolipa kodi za mali ni Breweries, mm. lakini mara kaza na hiyo ni kodi ya shilingi bilioni 13. Kwa hiyo bado kuna mzozo na matatizo makubwa sana, nasema hivi, kwani nchi hii kumrukia baadhi kwa kizungu tungesema ni maritime nation. Sasa hivi kuna zakao kumi na watu ata kuswali mwenzetu moja, juzi alizungumza Profesa Lipunga kwamba kwa kuwa wafanya biashara, inawezekana wakagoma kuingiza bidhaa, kwa hiyo tutafuta njia nyingine kumbapata. Yani mfanya biashara agome kuingiza bidhaa, yani kwa sababu tumebana njia miani ya kukwepa kodi, anatusaidieni biashara gani? hayo mavyake ya kichina yataka sikuingia rai juu hayo marevu ya kichina ametwa kichina hayo matoi ya kichina ambayo yanabadili ya risasi kulipia elfu kumi badali ya hapa siku mbili. Hata ni upuuzi wetu tu, kutoka Mombasa hadi nani, hadi hadi hadi Entebe hadi da kilomita elfu moja na mia sita mm. Dar es Salama hadi Entebe kilomita ente elfu moja na mia nne inakuwaje? Hujuma hata mafuta ya ndege hapa ni gari. Mafuta ya ndege yanauzwa senti hamsini ya dola hapa, yanatoka pale magalifu uwanja wa ndege, mafuta ya ndege yanauza bei ya chini Uwana Jomo Kinyata. mm. yanatoka Mombasa. Kwa hiyo kuna matengenezo na sahafu kisha kuchekesha, wanadai serikali eti na hisa ya 50% katika kampuni ya DP share ambayo sasa ni Puma, ni uongo, ni makaratasi tu, Mheshimiwa Jari, hakuna hata shilingi ya hapo yote ndani ya nani ndani ya DP share na ndani ya Puma. Mwisho mimi nafikiri eh tuige mfano Ethiopia, hata wanja kwenda Marekani. mm. Ethiopia hapa ndio kile Airways ipo Ethiopia Ethiopia Airlines ipo Kinya, mpaka wana meli za mizigo wana national line ya mizigo. Sisi kuna kitu gani? mi nimepanga am Kinya airways kwenda Mumbay, nafika Mumby e Kinya airways Bangcok, Kinya airways Zurick, Kinya airways Uchina, si hatakwenda songea tabo. Leo unategemea watali wa wta watalii waii hapa watalii wa watakuja kk, watalii lazima waende kwanza Nairobi, kwaio watapaka kule kua tunaangulia nini? hapo pana ugonjwa hmm. Kwa hiyo muda wa miaka kumi mheshimiwa Magufuli ni muda mdogo sana, tafadhali tengeneza mifumo, na mimi nakupongeza kwa kamai ya kwanza aimshangai hmm. muda wote ukikwete miaka kumi ni ugonjwa. na wanafunzi wa vyuo vikuu aliingia u ibara, hata miezi miwili hajamaliza, wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza elfu hamsini na moja kila mtu kapata mkopo. Hela mtoa mikoani kapeleza kila mkoa shilingi bilioni kumi na nane kwa ajili ya elimu bure, kwa kuanzia ngazi ya kwanza mpaka na konfo na mamkuana amkolilai kusimamia pesa hizo zimima chakula cha watoto za pilotage za docking za mooring ya yani, mooring ni kufunga kamba mm. Pilotage ni kuongozwa, docking ni kupaki, stevedoring ni kuchukua kontena kwenye meli kuweka nje, kama dola elfu hamsini dola elfu hamsini Meli kubwa ni dola laki tano dola laki tano eh, dola laki tano kwa gharama zake pa sasa. Hata kuna siku ni kwenda kwenye na wabunge, waziri mmoja wa elimu saba hajui shipping bwana.

nabeba mbuzi, nabeba pamba, si nabeba mkaa, nabeba nani, nabeba kahawa, nabeba shaka. Mizitu ikiwa kidogo, bei inakuwa chini sababu nao apate chochote. Mm -hmm. Tunaibiwa sana, hata kama wizi huu utaendelea, tunajenga bandari tuna ya mwambali Bagamoyo yeni, tunajenga bandari ya nani ya, ya, ya Bagamoyo na kule Tanga mwambali yeni, lazima tuwe na chombo neutral watchdog huu mpango ulioko sasa, mfumo unawanufaisha TRA, unawanufaisha bandari, unawanufaisha wakala wa forodha, unawanufaisha wenye meli. Hakuna mwenye meli hata moja ameandika kontena limeibiwa na msio ndio shipping. Muelewe wazi kwamba hata ni juu ya hivi hayo, wa kontena unayoona hata kama liko Masaka, bandari kavu iliyoko kule Kahama, is an extension of the ship, ni sehemu ya meli. Unasikia? yani makontena

upande wako nyinyi kama wali liberali mm -hmm. Tayari tunaona kama modo ya Kimarekani mm -hmm. Haina, inapambana na inaweza mm -hmm. Tunaona China wako very strict, yani wako wako makini sana kudhibiti mianya ya uhujumu uchumi katika nchi yao. Tunakumbuka tu mifano mingi, hata ukipewa tenda ya kutengeneza barabara nje ya Uchina mm -hmm. Ukifanya makosa ama ukienda kinyume na taratibu na, na, na, na sheria yako jinsi ilivyopongoza na mpango wako ulivyoupanga una unapewa una adhabu kali kabisa za ili wengine wasiige, mm. Tanzania tunakwama wapi? Nimesema mwanzo na ili nitaendelea kulirudia. Hmm. Sisi hatuna usimamizi wa sheria. Tunazizungumza tu mdomoni tukishamaliza kuzungumza tu. Nataka kupa mfano. Hmm. Mramba eh, amehukumiwa na, na, na, ile faini. Lakini tazama ile faini na kile kifungo na hasara ambayo serikali imepata kutokana na ishule ya Mramba. <laughs> Ni vitu tofauti alicho vifunzo. Mwaka 2000 kama utakumbuka vizuri, mwenyekiti hmm. wa chama cha mapinduzi alikuwa Mheshimiwa Benjamin Mkapa. Alipoona matajiri wanaanza kujitokeza kuivaa CCM kwa wingi, pamoja na kwamba walishinda kwenye kura za maoni akawakata. Yusufu Manji ilikuwa Mbagala, Abudi Azizi ilikuwa Morogoro, Mohamed Enterprises ilikuwa Singida. Na kauli aliyotoa kama mwenyekiti wa chama alisema, alishangazwa sana na matajiri kukimbilia kwenye chama sasa hivi, hilo linapenda, halina matatizo yote lakini, cha msingi tunachotaka watu wajue matatizo yote. Hapo hapo unaniibua hoja moja ambayo tukatujadili kabla tujaenda Mwanza. Hmm, mfanyabiashara kuingia kwenye siasa ni zambi hasa nafasi za uwakilishi wa maamuzi. Tukianza na, tukianza na Abdu <laughs> kusikiliza Sisitanzania tunajisifu kuishi katika theori ya mwalimu mm. Mwalimu katika azimio la Arusha mm. alikuwa anahitaji watu watenganishe mishahara mm. tena wa na mshahara wa serikali, alafu wewe una mshahara wa eneo lingine. Na sasa hivi tuna sheria ya maadili mm. ya utumishi wa umma. Mtu ambaye ana kipato kikubwa kuliko mshahara anaopata mtu huyu, kwa mujibu wa sheria hiyo anapaswa kushtakiwa na makosa ya rushwa mm. Wangapi wameshtakiwa watu wana vipato ambavyo wa havielezeki kutokana na biashara yao, na wakiulizwa, wanasema hivi vijisenti, hii hela ya mboga. Hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Uliberali unastiki katika uchumi unaegemea soko huria, kwa maana ya kupata ushindani. Hii bandari anayezungumzia mzee Mkinga, ikiwa utakuwa unapokwenda kuuza bidhaa nje mm. unapofanya exportation nje utauza kwa dola, uchumi zako, kwa dola uchumi unakuwa zaidi kuliko bidhaa zako unazozisha ndani ukaziuza ndani kwa shilingi. Sisi tunachokifanya hapa tunachukua fedha zetu tunakwenda kununua bidhaa mbovu hizo zinazozungumzwa za China za wapi, bakwenda India, anaposema Mzee Mkinga mm -hmm. kiatu kilichovaa India ni shilingi elfu kumi kwa fedha ya kitanzania ni kama reali mia moja, lakini ulali, ulali wa, wa, wa idadi ya bidhaa unazotoa wewe kwenda ko ku, ku, nje uzalishaji wako ni mdogo na usafirishaji wako wa bidhaa ni mfafifu. ndiko lakini at the same time ama muda huo huo idadi ya bidhaa unazoingiza wewe ni nyingi. Unadhani hata control ya ama udhibiti wako wa, wa, fedha utakuwa mkubwa kiasi gani? Si ndio kosa la chama kimetufikisha hapa. Wakati wa Mwalimu tulikuwa tuna viwanda vingapi? Vinge 150 na sasa tulikuwa tuna 154. Ndio hiyo unaimba itikadi ya ujamaa na kujitegemea, lakini sera unaoitekeleza na mambo unayofanya ni ya kibepari. Asante baba.